Salam, Maria, umejaa neema, Bwana wana yu nawe, mibarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Uje Roho Mtakatifu, uzieneze nyoyo za waamini wako, uwatie mapendo yako. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Kristo, Kristo tumaini letu. Mshike mkono jirani yako, mwangalie tu, ukimshika mkono mwangalie jirani yako, mwambie hongera kwa sikukuu ya kuzaliwa kanisa. Mgeuke na mgeni wa pili, mwambie kanisa leo limezaliwa mwambie na wewe umezaliwa. Makofi kwa Roho Mtakatifu. Ndugu zangu, leo kanisa kote duniani linafanya sherehe ambayo imepewa jina la Pentecoste. Pentecoste ni sherehe gani? wengi tumekalili kwamba ni sherehe ya kuja kwa Roho Mtakatifu. Sasa, kwa sababu ni sherehe na tumekusanyika kama kanisa, nitakwambia kidogo kukuonjesha utamu wa Pentekoste. Pentekoste imetokana na neno la kigiriki hamsini. Maana yake ni katika agano la Kale wana wa Israeli walipokuwa wanasherekea Pasaka, hiyo Pasaka walikuwa wanasherekea mwezi wa Aprili na wakisherekea hiyo Pasaka zilikuwa zinapita siku hamsini, majuma matano na lile juma la tano siku ile hamsini wakawa wanafanya sherehe ya Pentecoste, ndio wakatoa jina la hamsini ikiwa ina maana gani? Ndio, ilikuwa ni siku ambapo walikuwa wanapata mavuno ya kwanza, ilikuwa ni sherehe ya mavuno ya kwanza, yaani kwa mfano kama leo hii, kila mmoja angeleta mavuno yake ya kwanza mavuno ya kwanza ambayo umeyapata, mavuno ya kwanza kama mshahara, vuno la kwanza unaleta kama shambani, kila mmoja amechukua matunda yake ameleta, kwa sababu mwezi wa sita mwanzoni kule Israeli, katika nchi ya, ile nchi ya Israeli ndipo wanapoanza kuvuna yale mavuno ya mwanzo, yani malimbuko leo kanisa zima, kila mmoja maboga, mavuno yangu kwa ya, ya, ya kwanza amapeka kwa Mwenyezi Mungu, maboga mwingine ameleta, sijui nani mahindi analeta, mwingine mchele ameleta, mwingine kama mavuno ya kwanza. Kwa hiyo ilikuwa ni sherehe ya mavuno. Tumsifie Yesu Kristo. Kwa hiyo katika sherehe hii, kila Myahudi ambaye anaishi maili 25 kuzunguka Yerusalemu ilikuwa lazima uje uhudhurie hii sherehe. Basi ikawa ni utaratibu. Kwa hiyo Pentecoste ikawa ni moja ya sherehe kubwa tatu katika dini ya Kiyahudi. Ya kwanza ilikuwa ni sherehe ya Pasaka ambapo walikuwa wanakumbuka kukombolewa katika utumwa kule Misri. Ya pili ikawa ni sherehe ya Pentecoste, na ya tatu ni sherehe ya vibanda. Hivyo basi sherehe hii tunayoifanya ina asili kutoka Agano la Kale. Makofi kwa Mwenyezi Mungu kwa ajili ya Pentecoste, piga vigeregere sana sana. Pentecoste, mavuno ya mwanzo. Sasa katika Agano Jipya, katika Agano Jipya Pentecoste ilianza lini? Katika Agano Jipya Pentecoste ilianza kwanza kwa maneno ya Yesu Kristo yeye mwenyewe. Jumapili ile iliyopita, alipopaa Bwana mbinguni, alisema hivi, nendeni mkakae Yerusalemu, mkae huko mpaka mje mvikwe uweza kutoka juu, na mkivikwa uweza kutoka juu, ndipo mtakapokuwa mashahidi wangu Yaani, mtanishuhudia. Watu wakikuona tu name wanajua kwamba wewe ni Mkristo. Mtakuwa mashuhuda wangu kuanzia Jerusalemu mpaka Samaria na maeneo mengine. Na baadaye akawaagiza akasema, mkivikwa nguvu ya Roho Mtakatifu, nendeni mkaihubiri Injili na mkawabatize watu. Akasema msiondoke mpaka mje mvikwe uweza kutoka juu Na baadaye kabla ya kutamka maneno hayo, Yesu aliwaambia kwamba mimi lazima niondoke, lazima niende kwa Baba, sitawaacha ninyi yatima, ninawaletea msaidizi atakaye kaa pamoja na ninyi. Mitume walikuwa wana hofu kubwa, sasa Yesu ukiondoka wewe ambaye, tukiwa tunaugua, ulikuwa unaponya watoto wetu, unaponya ndugu zetu, tukiwa tuna njaa unatulisha chakula, bahari ikichafuka, wewe unatuliza, itakuwaje? Yesu akasema, msiwe na wasiwasi, ninawaletea Roho Mtakatifu atakayekaa na kila mmoja, atakaa na kila mmoja. Maana yake zile kazi ambazo Yesu Kristo alikuwa anazifanya, maana yake yeye atazifanya. Na huyo msaidizi akasema anaitwa Roho Mtakatifu, ambaye ni Paracletus. Wakiwa katika chumba cha juu pale Yerusalemu, na wataalamu wa maandiko na mambo ya kiroho wanasema hivi, walikaa katika kile chumba ambacho Yesu alikuwa amekula ile karamu ya mwisho pamoja na wale mitume wake pale walipokuwa na kula ile karamu ya mwisho, wakaenda wakakaa wakiwa wanasali. Na walipokuwa wanasali, umo humo alikuwepo pia mama Bikira Maria, wakawa wanasali. Ndio katika somo hili la kitabu cha Matendo ya Mitume mmesikia kwamba ilipotimia siku ya Pentekoste, katika lile Agano la Kale siku ya Pentekoste siku ya mavuno, walipokuwamo wote mahali pamoja wakiwa wanasali Ghafla ukaja upepo huu. Upepo ulikuwa umekuja sio upepo wa kisurisuri, ukaja upepo kutoka mbinguni, ukaingia mle ndani, ukaujaza kwa nguvu, ukienda kwa kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukatokea ndimi zilizokuwa zimegawanyika na zikawakalia kila moja juu juujuu, kama hizo ndimi zilikuwa za moto. Leo naambieni kabisa Kanisa zima wote, ilibidi tuvae nguo nyekundu kama mimi hapa na kama wanakwaya. Hebu mtupigie makofi mimi na wanakwaya ambao tumevaa nguo nyekundu, mpigie makofi aliyevaa nguo nyekundu kwa sababu amekuja kiliturujia. Wewe ambaye hujui liturujia inakwendaje, umevaa nguo ya nani? Ya, ya, ya ya misiba? Tunakushangaa sana kabisa kabisa. Leo ilibidi kanisa zima lote we nguo nyekundu kama mnapoona hapa, mimi nguo nyekundu, vitambaa vyekundu, mishumaa myekundu, hapa mbele myekundu, kwamba moto wa Roho Mtakatifu umeshuka. Roho Mtakatifu ameshuka, anaanza kutushukia sisi ambao tumevaa nguo nyekundu, baadaye anakuja kwenu. Makofi ma kwa ajili ya Roho Mtakatifu, tumsifie Yesu Kristo. Basi wakaanza pale, wakaanza kunena, wakaanza kunena hasa Walipokuwa wananena sasa, walikuwa wananena lugha ya namna gani? Au kwa nini walianza ku, kuongea lugha mbalimbali? Kwenye biblia takatifu, ndugu zangu wapendwa, katika agano la kale tunaambiwa hivi katika kile kitabu cha mwanzo sura ya 11 kwamba dunia yote walipokuwa Mwenyezi Mungu amewaumba, walipokuwa katika hali ya umoja, walifika hatua wakasema, a a, tusitawanyike. Hebu tujenge mnara, mnara huu uende mpaka mbinguni, tukamkuta Mwenyezi Mungu huko, tusitawanyike, tuweze kuwa wamoja. Wakasahau Mwenyezi Mungu katika kitabu kile cha Mwanzo alipomwambia Adam na Eva, asema zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi. Ilikuwa mkaijaze nchi mkaijaze, yani mtawanyike, mkaijaze nchi yenyewe. Akasema hatutawanyike, tunajenga mnara, tunakwenda kule mbinguni kwa Mwenyezi Mungu aliko juu huko, tukaongea naye uko tunapigana story stori. Mwenyezi Mungu akasema, mmeamua kujenga mnara, mmeamua kushindana na mimi. Mwenyezi Mungu akashuka akasema, tuvuruge lugha yao Akavuruga lugha yao. Alipovuruga lugha yao, mmoja akasema kwamba leta kayamba, mwingine anamleta nini? Anamleta daftari. Mwingine amesema imba nota hii, mwingine anacheka, wakavurugana. Leta tofali, mwingine analeta maji. Leta mchanga, mwingine analeta nini, vumbi. Leta hivi na leta kokoto, mwingine analeta simenti, wakavurugana. Hawakujenga, hawakujenga ule mnara. Kwa hiyo lugha mara ya kwanza ilivurugika duniani ilivurugika duniani kwenye mnara wa Babeli na kuanzia hapo, tunapata mateso vibaya mno katika swala zima la lugha, yaani tunapata mateso kwa sababu ya kiburi cha watu fulani. Tulikuwa tuna lugha moja, ndugu zangu, tulikuwa tunaelewana. Tulikuwa tunaelewana, kwa sababu ya kiburi cha mwanadamu katika lile agano la kale cha kujenga mnara, kujenga mnara ni pande niweze kuwa juu, mwenyezi Mungu akavuruga hiyo lugha. Sasa siku ya Pentekoste mwenyezi Mungu ile aliyokuwa amevuruga lugha akaleta wakaweza kuelewana, ndio kwa mara ya kwanza tokea mnara wa Babeli huko amejengwa. Wakati wa Pentekoste walifika watu wakaja wakaelewana. Makofi kwa Roho Mtakatifu ambaye anatufanya tuweze kuelewana. Sasa Roho Mtakatifu anashuka siku hiyo wanaelewana. Walielewana namna gani? Imeandikwa hivi katika kuweza kuelewana, ilikuwa ni hivi watu ambao walikuwa wametoka maeneo ya Parthi, wametoka maeneo ya Wamedi, wametoka maeneo Mesopotamia ambayo ndio Iraki ya sasa hivi. Wakashangaa, wakashangaa kwa namna ya ajabu sana. Mbona hawa Wagalilaya Wayahudi hawa wanaongea Kiiraki? Inakuwaje? Yaani mimi ukafuna kama ghafla, mkashangaa naongea Kihaya okay. acha na kiasi labda umemsikia kama kuna Wahaya wanaongea labda ghafla mkashangaa ninaanza kuongea lugha ya, ya kizulu wale wa South Africa wananielewa, nikiongea naye wananielewa, unamshangaa. Kuna mtu mmoja ambao hukumtegemea ka, kabisa kabisa. Unajua pia lugha sasa hivi ambayo ya Kiingereza ilivyo kwa ngumu Kiingereza, unashangaa mtu ambaye hajaenda shule anaongea Kiingereza kimenyoka hivi. Wakasema matendo makuu ya Mwenyezi Mungu, yani waliweza kuelewana kwa hiyo Roho Mtakatifu anaposhuka siku ya Pentekoste akavunja yale maeneo yote ambayo walikuwa hawaelewani, wote wakaelewana kwa sababu kila mmoja aliweza kumwelewa mwenzake. Kazi ya kwanza ya Roho Mtakatifu anapokuja katika safari ya maisha yetu ni kuvunja kila aina ya kutokuelewana katika maisha. Ndugu zangu, tunajenga minara ya Babeli, minara ya Babeli. Unajua minara ya Babeli kwamba sitawanyiki sifanye hivi, nataka niweze kuonekana. Tunajenga viminara, kila mmoja na kimnara chake, najenga kimnara, kimnara, kimnara, niweze kuonekana. Na siku hizi kuna viminara vingi vingi kweli kweli. Mwingine ambaye ni mfupi, utakuta amenunua kiatu kirefu, na anafanya niweze kuonekana, yuko hicho. Ni kimnara cha Babeli. Tumsifu Yesu Kristo. Ni kimnara cha Babeli. Viminara viko vingi vingi vingi kweli, viminara, niweze kuonekana. Mwingine ana kimnara cha Babeli. Hamnijui, unashangaa tu, kimdomo chekundu pii, niweze kuonekana. Ni kimnara hicho cha Babeli, kimnara cha Babeli yani, unakosoa uumbaji wa Mwenyezi Mungu. Ni kimnara kabisa, kimnara. Mwingine anafanya nini? Ni kimnara cha Babeli kabisa, kimnara cha Babeli aweze kuonekana. Mwingine amevaa suti kali na naye ni mnala wa nini wa wa Babeli, vimenala vitu vingi. Mwingine anakuja pale na gari kali, anafika pale na gari kali, ni kimnara cha Babeli. Mwingine amejenga nyumba, anajua sasa hivi kila mmoja anajenga nyumba yake, unashangaa tu imeenda hivi, mara imeenda hivi, ni kimnara cha Babeli. Unashangaa mama mama, mwingine naye ametengeza kilemba chake, limeenda hivi, baadaye limepinda, limeenda hivi ni kiminara ni minara ya Babeli, niweze kuonekana. Tumsifie Yesu Kristo. Mwambie jirani yako mnara wako ni upi? Minara uo inakuwa juu, angalia juu, ameweka kitu gani? Kristo kwenye familia kuna minara ya Babeli. Baba anataka aweze kuonekana, mama anataka aweza kuonekana na sasa hivi minara ya Babeli kwenye familia kwa sababu Mwenyezi Mungu alisema zaeni mkaongezeke mkaijaze ardhi. Yaani, yaani uzuri wangu wote uharibike kwa sababu ya kuzaa watoto, wala watoto hawa wawili. Yani na tu kusomesha siku hizi ni kazi. Yaani nshindo kupiga pamba lama nasomesha. Father wewe hujui tu, wewe nataka nikwambie, ukiona tu umeanza kujenga mnara wa Babeli, umekataa kuzaa ni amri ya Mwenyezi Mungu amesema watoto hawa wawili. Ndio maana sasa hivi vurugu ndani ya nyumba, hamuelewani, baba amegeukia huko, mama amegeukia huko, maugomvi kibao nini. Mnara wa Babeli ambao mmeujenga, mmekataa amri ya Mwenyezi Mungu ya kuto kuzaa na kuongezeka. Una shida gani wewe? Ayo mayai uliyeweka wewe huko tumboni na kuuliza uliyeweka tumboni huko Baba yako na mama yako wangesema kabisa kwamba hawakuzai, ungekuwepo hapa leo hii. Unajua mwenyezi Mungu, huyo mtoto ambaye anakuja, mwenyezi Mungu amempangia kitu cha namna gani? Mnara wa Babeli, niweze kuonekana, nibarikie, bado kijana. Ndio maana mavurugu ndani ya nyumba, hamwelewani. Leo roho Mtakatifu anaposhuka katika Pentecoste, vuruga huo mnara, vuruga vuruga, baadaye mpokee roho Mtakatifu mweze kuelewana, kubali mpango wa mwenyezi Mungu na vitoto vitakavyozaliwa kipindi kama hiki mwakani, ndio vibatizo vitakavyoitwa vipendekoste au roho Mtakatifu. Makofi kwa mwenyezi Mungu. Toa toa madude yote uliweka tumboni huko. Hilo tumbo lako la uzazi ni sehemu takatifu sana, ni sehemu ya mwenyezi Mungu, ni sehemu ambapo mwenyezi Mungu anajeza pale pumzi, kama vile mama bikira Maria tumbo lake mwenye Roho Mtakatifu alipopulizia Yesu akakaa mle ndani. Kuna watoto ambao tunanyonga kwenye matumbo kwa sababu ya nini? Ya minara . Kubali Roho Mtakatifu, kubali mpango Roho Mtakatifu kanisa liweze kuzaliwa, kanisa liweze kusonga mbele kwa mpango mwenyezi Mungu. Tusijenge minara. Kupitia Pentekoste hii ukikubali, okay, Pentekoste hii vifanyike upya ndani mwako, utashangaa yule ambaye mlikuwa mwelewani kila siku mgomvi, umegeuka nasimu megeukia na mwenzako megeukia hivi vitoto nava vimegeukia hivi utashangaa ghafla. Mnaanza kuelewana. Wangapi wanataka Pentecosti ifanye mabadiliko kwenye familia zao? Makofi kwa Roho Mtakatifu sana. Kwa nini tunafanya hii sherehe? Ya kwanza ni siku ambapo kanisa lilizaliwa. Tumsifu Yesu Kristo ni siku ambapo kanisa hili moja takatifu Katoliki la mitume lilizaliwa. Na mkawaambie watu muambie vizuri kabisa, na muwapashe wanaosema kwamba ni kanisa hili sio la kiroho, waambie ni kweli, kanisa la Katoliki sio la kiroho, kwa sababu kiroho ni kidogo, kiko hivi, halafu kiroho mbaya Waambie kanisa hili moja takatifu Katoliki na la mitume ni kanisa la Roho Mtakatifu. Kanisa la Roho Mtakatifu ni mali ya Roho Mtakatifu, ni kanisa, sio la kwangu. Kanisa ni la Roho Mtakatifu na ninaomba waumini mnielewe vizuri. Fungueni akili zenu. Roho Mtakatifu tupatie uwezo tuweze kuelewa. Sikilizeni, kanisa ni moja tu ndio maana mkienda ili kanisa langu utasikia msema kanisa la Kambuzi, kanisa la Kasungula, sio kanisa la nani? Sikiliza hilo, sio kanisa la roho mtakatifu, kanisa la mtu sio, unanielewa? Hilo kanisa la mtu. Kanisa la roho mtakatifu ni moja tu, kanisa la kwanza takatifu. Kwanza ni moja, ya pili kwa nguvu ya kwanza ya pili ya tatu ya nne ya na tano malizia, wow. Kimisionari ndilo ni hilo ambalo limezaliwa limekaa miaka elfu mbili na ishirini na tano hakuna kanisa ambayo limedumu miaka elfu mbili na ishirini na tano wengine, unashangaa kwamba wameshagombana mara mwingine, amegeuka mlango wa huko mwingine mlango wa huko, hawaelewani. Lakini miaka elfu mbili na ishirini na tano ni taasisi gani? Ndio tashangaa. Roho Mtakatifu anatuongoza, Roho Mtakatifu anatufanya tuweze kuwa wamoja hata kama tukigombana. Ulishawahi kushangaa? Ulishawahi kuona kwaya imevunjika? Mtagombana, eh, baada ya mshangao tu wamoja twimbe Roho wa Bwana ameuja, wanaimba. Uishaka ah, na jumuiya imevunjika, watu wame kanisa liko moja, tutapita huko na huko, tutapita huko na huko. Ni siku ambayo kanisa limezaliwa, na lilizaliwa namna gani? Sikiliza na unielewe. Yesu Kristo alipokuja duniani, aliyeshuhudia kuzaliwa kwa Yesu Kristo duniani unajua alikuwa ni nani? Ni mama Bikira Maria. Kwa nini? kabla Yesu hajazaliwa duniani Roho Mtakatifu ali, malaika alimwambia Roho Mtakatifu atakujia atakujaza. Kwa hiyo wa kwanza katika Agano Jipya kujazwa nguvu ya Roho Mtakatifu ni mama Bikira Maria. Piga makofi kwa mama Bikira Maria. Sasa alijazwa nguvu ya Roho Mtakatifu, alikuwa na upako kwa hiyo katika viwango vya upako hakuna mwenye upako katika agano jipi kama mama Bikira Maria. Tutazungumza siku zingine habari za mama Bikira Maria. Akamzaa mtoto Yesu na Roho Mtakatifu akashuka kwa Yesu Kristo alipokuwa anabatizwa, mnasikia kama mbingu zikafunguka na Roho wa Bwana akashuka juu yake, na sauti ya Baba ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu niliyependezwa naye msikilizeni. Yeye hasa siku ya Pentekoste wakiwa wamekaa mle ndani, ili Roho Mtakatifu ashuke kwa wengine, Mama Bikira Maria alikuwepo pale. Kama alivyoshuhudia Yesu Kristu alivyozaliwa, ikabidi ashuhudie pia kanisa linavyozaliwa. Na ni kweli akashuhudia kanisa limezaliwa, kanisa likazaliwa papo, kanisa hilo lilivyozaliwa, na kuanzia hapo tumempatia Mama Bikira Maria kwamba Mama Bikira Maria, wewe uliyemshuhudia Kristo ka linazaliwa ukashuhudia siku hiyo kanisa linazaliwa, wewe ni mama wa kanisa. Makofi kwa Mama Bikira Maria aliyekuwepo wakati, ni mama wa kanisa. Kwa nini mama wa kanisa? Ni mama aliyeshuhudia kanisa linazaliwa, ni mama. Na kama ni mama wa kanisa, usije ukafanya mchezo na kanisa. Kwa nini? Mama yoyote yule usije ukamchezea mwanaye, usije ukamchezea mwanaye. Hata kama mmesema ni jambazi, hata kama mkisema kanisa Katoliki ni majambazi, hata kama mkisema hivi na hivi na hivi, mtupatie majina yote, lakini sisi ni watoto wa mama aliyekuwepo wakati wa Pentekoste alipozaliwa. Msilichezee hili kanisa, msilichezee mama, analilinda analinda. Kwa hiyo siku ya leo ya Pentecoste, tunamtambua aliyejazwa nguvu za Roho Mtakatifu na zikasambaa kwa wengine, mama Bikira Maria. Ndio maana sehemu nyingine wanasema mama Bikira Maria ni mwana karizmatiki wa kwanza, akashuhudia kwa kanisa limezaliwa. Kwa elewahii, popote pale utakapoenda, ungekuwa unaimba wimbo happy birthday kanisa, happy birthday kanisa, happy birthday dia chachi Happy birthday to you. Yes. Na baadaye pia kwa nini tunaadhimisha hii? Kwamba kuanzia siku hiyo wale mitume walipopata nguvu, simeimba wanakwaya, bila nguvu yako wewe mwanadamu kwake kwake yote ya bila nguvu ya Roho Mtakatifu, chochote kile ninachokifanya changu ni makosa, ni makosa tu, ni makosa tu. Hasa Roho Mtakatifu, kama kila kile ninachokifanya ni makosa, ana kazi gani yeye? anatutakatifuza yeye ye, anatufanya tuweze kuwa wapya. Ni msaidizi wetu, na kama ni msaidizi wetu ndio maana tukianza tu katika sakramenti, ukianza tu ule ubatizo, tunakubatiza kwa jina la nani? La Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ukianza siku, naanza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ukifanya ishara ya msalaba hiyo asubuhi umeamka, nataka nikwambie, siku hiyo umeitakatifuza, umeitakatifuza. kwa nini? Roho Mtakatifu anakuongoza. ndo ndo kashanga, nseimu, kasima, ah, na ndio maana utaona kashangaa, ulikuwa umefika sehemu ukasema ngoja na nadaa kidogo, unakwepa kidogo, unashangaa lidui limeanguka nini. Machale? sio machale. Roho Mtakatifu amekwambia sogea pembeni. Ukashangaa, ilibidi nipande gari hili, niambia, ah, usipande au umechelewa. Kuna watu wamepushwa na mambo mengi sana ya ajabu. Roho Mtakatifu anatupatia ana nguvu ya kusonga mbele. Kuna magumu mengi ambayo yaliyo magumu mengi sana, magumu mengi. Kanisa hili limepita katika magumu mengi sana, mengi. Limepata nguvu wapi limepata nguvu wapi? Mpaka sasa hivi lipo ni kwa sababu ya Roho Mtakatifu. Sasa siku ya leo ni siku ya kuweza kumwomba Roho Mtakatifu sana, nipatie nguvu katika safari ya maisha. Kwa nini? Kwa sababu tunaelekea kwa Baba mbinguni. Ndugu zangu, tunaelekea kwa Baba, duniani hapa sio kwetu, tunaelekea kwa Baba na Roho Mtakatifu ndo anayetuongoza. Na kwa sababu pia siku ya mwisho, siku ya mwisho, baada ya safari yote ya maisha hapa duniani, nitakapokuwa nimelazwa hapa na baadaye kupelekwa kule kabulini, padri atachora ishara msalaba kwenye ile kaburi, atasema kwamba iandikwe ishara ya nini? ya msalaba, kwa Bwana aliyekukomboa, kwa Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndio itakuwa ishara yangu ya mwisho mimi kuweza kwenda mbinguni. Usije ukamwacha Roho Mtakatifu katika safari yako yako maisha yako yote. Popote pale ukienda, unakula mwambie Roho Mtakatifu, karibu tule. Unaenda kuoga, Roho Mtakatifu tokaoge. Unajipodoa una, una una Roho Mtakatifu niambie niambiee nijipodoe namna gani na, Roho Mtakatifu ni rafiki mwema sana. Roho Mtakatifu ni mfariji na, kwa taarifa yako Roho Mtakatifu atakwambia nguo ya kuvaa kwa wanafunzi, Roho Mtakatifu atakwambia, atakwambia soma hapa kupita kupita paja la elimu. Roho Mtakatifu ukienda kazini mtasemaje? Atakwambia hapa ongea hivi, atakwambia kaa kimya hapa usiongee. Roho Mtakatifu atakwambia hapa fanya hivi na hivi na hivi, kwa ni Roho Mtakatifu anayetuongoza maisha. Kwa hiyo kuanzia njia leo katika Pentecoste hii tumesema kwamba vitaumbwa mpya katika ule wimbo, katika ule wimbo wa, wa, wa, wa, wa katikati wana wamesema kwamba waipeleka roho yako Ebwana nae waufanya upya uso wa, wa nini uso wa wa nchi. Kwa siku ya leo, ukimwalika Roho Mtakatifu anafanya upya uso wa nchi, anafanya upya uso wako, anafanya upya maisha yako. Kuanzia leo, mtumie Roho Mtakatifu akuongoze, na akikuongoza hakika utadumu imara kama kanisa Katoliki lilivyo simama imara, na kwa sababu uko ndani ya kanisa Katoliki hutaanguka popote pale. Roho Mtakatifu atakuongoza na kwa sababu Roho Mtakatifu anakuongoza kila siku katika safari ya maisha yako utakuwa ni mpya, na Mwenyezi Mungu atubariki sana.